Kuna wakati mwingine bwana, ukiona kuna mtu anakuambia jambo fulani sio sahihi, ikaa kwenye mstari huu hapo, huenda ikawa ni sahihi. Na hii ni baada ya ndugu yetu Mwijaku kuweza kutuma ujumbe bwana. Bwana mkubwa joksi la Mwijaku. <laughs> Mwijaku yatali sana. Karibu sana mwanafamilia wa 69 Mediatz. Mimi ni Samibibi na niko hapa kusogezea story ambazo zina trendi mitandaoni kouti, na hapa niko na stori ya Mwijaku ambaye ameweza kutuma ujumbe kwa Jux. Namwelewa Mwijaku, dc wa Instagram. Bwana haishi na, na majambo lakini akiona jambo limeenda leleleile yee yeah, ana watu, hii ameandika Mwijaku na kusema kwamba Jux anapaswa kuwa makini sana. Hii familia aliooa inapenda sana sherehe. Uh, sisi kama wa Tanzania lazima tumkumbushe ndugu yetu na mwambino anajiandaa kufurahia anguko la Jux. Why? <laughs> Huyu bwana ni Mwijaku, ameweza kuandika ujumbe huo kupitia ukurasa wake wa Instagram kwa ajili ya kuweza kumpelekea Jux. Tunaelewa Jux na Priscilla hivi sasa wamefanikiwa kupata mtoto wa kiume Rakim, lakini tulishuhudia pia Priscilla uh, baada ya siku zake za kujifungua kuweza ukaribia, alielekea kule nchini Kanada kwenda kujifungua. Na baada ya kujifungua bwana, tukaona tukona mizawadi. kede kede, alafu sio zawadi zile za pale Manzese, ndugu yangu eti soksi ya shilingi mia mbili, ama kofia ya shilingi mia, mtoto avae nguo ya mtumba, nguo zilikuwa ni za halama, lakini pia zawadi kede kede ambazo ni za bei ghali. Sasa Mwijaku amezidi kuwasanua watu ambao, uh, wanazungumza lakini pia amezidi kuwasaidia wale ambao walikuwa wakizungumza kwamba Jux familia aliyooa huenda muendesha na stori zilikuwa ni nyingi, kwamba Jux familia aliyooa, bwana, inaweza kuwa inamwendesha na inataka maisha mazuri, kwa sababu pia ameoa familia ya watu wakubwa, watu maarufu wanajulikana kule nchini Nigeria. Uh, ukizungumzia mama ake na Priscilla bwana, uh, sio mdo, mtu mdogo kule nchini Nigeria. Kwa hivyo Juksi bwana ameambiwa na ndugu yake, kaka yake Mwijaku, kwamba bwana yekuwa makini familia uliooa. Uh, lakini sasa tunawaza ili anguko la Juksi ambalo Mwambino nalifurahia ni yani anguko gani? Huenda siku nyingine tena ndugu yetu Mwijaku atatujuza kwa uzuri ama kwa upana zaidi, sababu Mwijaku ni mtu ambaye hamalizi maneno, lakini pia akatoa ushauri kwa Jux na kusema kwamba, bwana ndugu yangu bora <laughs> ndugu yangu hizo pesa ambazo unateketeza huko, ukafungua hata duka <laughs> Anamwambia hizo pesa ndugu yangu bora ukafungua hata duka la viatu pale Mburahati. Ndivyo ambavyo Mwijaku amaliza kusema. Huenda kweli ikawa ni sahihi kwa kile ambacho Mwijaku anakizungumza, lakini pia kwa upande mwingine huenda ikawa sio sahihi kwa sababu Jux ndio muoaji na ndio mtoa pesa. Huenda kwa kipi pia anaona ni kawaida, na huenda maisha ambayo alikuwa akitamani kuyaishi na mwenza wake ndio hayo anayaishi kwa hivi sasa. Kwa hivyo a, sisi letu macho na masikio tuanze kusikiliza ama kuona ndoa ya Jux na Priscilla inaelekea wapi, lakini pia swala hili la kwamba Mwijaku anamwambia Jux hapaswi kuwa makini kwa na familia leo. Je, ni sahihi? drop comment yako hapo, ni muhimu sana. Upita 69 media tv, mimi namaliza hii. So Sami Baby, kikubwa tufuatilie pia kule YouTube kwa kusubscribe na bonyeza alama ya kengele, lakini pia Instagram na TikTok tunapatikana kama 69 media tv. Mimi na sign out, weekend ikawe njema kwako.